Jeshi la taifa limeanzisha mfumo mpya wa kidijitali wa kuajiri katika shughuli inayoendelea ya kuwasajili makurutu wa jeshi kote nchini. Akizungumza wakati wa shughuli hiyo katika uwanja wa Ihura, eneo la Muranga Mashariki, Luteni Kanali Gabriel Koikot ama Kotikot alisema kuwa mfumo huo mpya unawawezesha maafisa kunasa taarifa za waliotuma maombi ya ajira kwa njia ya kielektroniki na kung'amua njama ya udanganyifu mara moja. Katika uwanja wa Ihura, kaunti ya Muranga, mamia ya vijana waliokuwa na matumaini walijitokeza mapema leo kujaribu bahati yao kujiunga na jeshi la kitaifa KDF. Kwa mara ya kwanza, maafisa walitumia mfumo wa kidijitali katika shughuli ya usajili, haya yakiwa mabadiliko makubwa kutoka kwa mfumo wa awali. Luteni Kanali Gabriel Kotikot aliyeongoza shughuli hiyo alisema mfumo huo umerahisisha usajili huo na kuharakisha utaratibu wa uhakiki wa taarifa.

Alieleza kuwa waliofaulu kujiunga na KDF watapokea barua zao za mwaliko kupitia barua pepe na jumbe mfupi, wala sio barua za kawaida zilizotumiwa miaka ya awali. We we, uh, Kotikot alisema shughuli ya usajili wa makurutu katika kaunti ya Muranga imekuwa ya amani na inazingatia vigezo vilivyowekewa kuhakikisha kuwa ni wale wanaostahili pekee wanaopewa nafasi. Wakati huo mamia vijana kutoka kaunti ya Samburu walijitokeza kwa shughuli hiyo katika uwanja wa Kenyatta mjini Maralal. Maafisa wa KDF walisisitiza kuwa haki na uwazi zimezingatiwa katika shughuli hiyo usajili. The Kenya Defence Forces is committed uh, to conduct a free and fair recruitment drive uh free of uh, bribery and uh, if for any reason even here we a Luteni Kanali Njoroge Ng'anga alithibitisha kuwa vijana 284 walishiriki kwenye mchujo ku wale ambao hawakukidhi vigezo vilivyowekwa wakiachwa nje maafisa wa tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi EACC, pamoja na idara ya upelelezi wa jinai yani DCI, pia walishirikishwa kuhakikisha uadilifu wa shughuli hiyo. Khalid Abdullahi, Darubini.